Mapenzi ya dunia ndio yatakuwa yamejaa katika moyo wako, na tunaombwa kila siku tuseme dunia, allahumma jali dunya fi aidina wala tajalha fi qulubina ya rabbi, hii dunia ijalie iwe katika mikono yetu, usijalie ikawa katika nyoyo zetu, kwa sababu ikiwa katika nyoyo zetu haitoki mapenzi yake mpaka siku ya mpaka siku ya dunia, roho inavutwa, ndipo unapoiona haina thamani dunia ikiwa siku ya kutoolewa roho mwanadamu, ndipo anaporealize kumbe mi nilikuwa na muda maalum wa kuishi. Lakini sasa hivi uko hapa ulimwenguni unaona mie bado tu. Ukisikia mtu kafa, ah, ndo zake zishafika, usemi na zangu sijui ni leo au kesho. Unaona kama bado tu wewe bado tu. Ya nafsu, tubi qabla anla tastatii an tatubi wastaghfiri lidhunubiki.